Niseme kwamba leo ni siku ya Ijumaa, na siku ya Ijumaa tumefaradhishiwa kuwaidhiwa, na alhamdulillahi, katibu kafanya kazi nzuri sana, katimiza wajibu wake, katuwaidi, na tunajua kwamba haya ya kuwaidhiwa kwa kupitia hutuba hizi za sala ya Ijumaa ni ya wajibu, tushikamane nayo. Ndo maana tukaambiwa kwamba khatibu akishakupanda kwenye mimbar haturuhusiwi kusema. Kwa sababu gani? Tupate kuyasikiliza, na sio tu kuyasikiliza, lakini tupate kuyazingatia na tupate kuyafanyia kazi, na tumeongezewa hapa pia ukumbusho katika hilo. Kwa hivyo mie si kusudii tena nitoe hutuba ya tatu, maana hotuba leo ni mbili na zimeshatimizwa zime, lakini nimepewa fursa hii nikasema na mimi nitanabahishe hasa katika yale ambayo tumekumbushwa katika hutuba. Kwa hiyo nikuongeza katika yale tuliyoelezwa katika hutuba katika, na la kwanza nitangulie kushukuru tena kuwashukuru sana. Kila nikija kusali msikiti huu, huwa napata zawadi, na leo nashukuru, nimeondoka na zawadi mbili nzuri. Ya kwanza alionikumbusha maksusi hapa katibu, mimi naichukulia ni zawadi kubwa sana. Mtu anayekukumbusha jambo kwa kupenda, tena kwa kupenda sana. Lakini la pili, yale niliyoelezwa kwenye mambo yetu ya msikiti, mimi bado niahidi kwamba Inshallah, haya ni yetu pamoja, na mimi nitajitahidi niachukue kwa kadri nitakavyoweza, lakini hili tulikumbushwa hapa kwamba wajibu wetu, wajibu wa viongozi, mimi naingia kote eh, wajibu wa viongozi, wajibu wetu kama raia, naingia kote, kwa sababu naomba tu niseme kwamba Tukiacha viongozi tukiacha wananchi tukiacha raia, tukumbuke kwamba sote ni Waislamu, kiongozi, alikuwa kiongozi aliyekuwa mwananchi. Na kama Waislamu, Mwenyezi Mungu katupa jukumu kubwa sana, katupa jukumu kwa sababu katupa heshima kubwa sana, katupa neema kubwa sana, neema ya kwamba katupa kwanza kitabu cha mwongozo ambacho ni kitabu bora kuliko vitabu vyote vilivyowahi kutokea na hakuna kitakachotokea kwa ubora juu yake, na hili kalisema mwenyewe Mwenyezi Mungu katika Qurani kwamba hakitotokea kitabu kilichokuwa bora kuliko kitabu cha Qurani ambacho sisi Waislamu ndio mwongozo wetu na Mwenyezi Mungu katupa neema nyingine kubwa sana, katupa neema kubwa ya kuwa na mwalimu wa kitabu hichi ambaye ni bora kuliko walimu wote waliopata kutokea katika dunia. Ndio maana hata yeye mwenyewe akampa daraja ya kumfikisha ambako wengine hawakuwahi kufika kabla yake na baada yake. Kwa hivyo tuna mambo haya mawili makubwa sana. Sasa haya ni wajibu wetu, ukiwa kiongozi, ukiwa mfuasi, ni wajibu wetu kuyatunza, kusimamia yaliyoelezwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe katuambia kwamba katukamilishia dini yetu na katuchagulia Uislamu kwamba ndio utuongoze. Ni wajibu wetu kuufikisha kwa asiokuwa Waislamu. Leo dunia Waislamu ni karibu bilioni mbili bili. Lakini kuna Wakristo duniani bilioni mbili bili na milioni mia nne kuna Mabudha kuna Wahindu bilioni moja na milioni mia moja kuna Mabudha milioni mia tano kuna Wachina wanaofuata dini za kijaji milioni mia tatu na sitini na tano Hawa wote ukifanya hesabu sijui ni wangapi. Kwa wa Waislamu bilioni mbili tulioko duniani, sasa tuna kazi kubwa ya kuufikisha Uislamu kwa hawa wasiokuwa Waislamu, kwa sababu bado ni wengi. Ukifanya hesabu ya haraka haraka wako karibu bilioni nne na nusu sisi Waislamu bilioni mbili tuna kazi kubwa sana. Waliopita, nakumbuka mpaka saidina Omar anasilimu walikuwa pale Makka ni Waislamu wangapi? arobaini tu, au sivyo? Ndio waliokuwepo na wao, kwa kushirikiana ndio wakaanza kazi ya kusambaza Uislamu mpaka leo umetufika watu wangapi? Bilioni mbili. Tuna kazi hiyo, na huo ni wajibu wetu usiuache, lakini tujiulize kwamba tutauweza wajibu huo kwa kufata hii miongozo tulioambiwa hapa, maana leo unakuwa na kiongozi muislamu unakuwa na wafuasi wa Islamu, lakini watazameni waislamu hao viongozi, na na waislamu hao ambao ni wafuasi wa, wa viongozi hao waislamu watazame, wanafanana na Uislamu? na wanafanana na Uislamu? maana leo tuko hapa kwetu Zanzibar na leo nazungumza, nipo kinuni, nipo jimbo la Pangawe. Tulikuwa na uchaguzi. Kabla ya uchaguzi, tuliungana Waislamu sote tukaiombea nchi yetu tupite uchaguzi kwa salama, au sivyo? Lakini leo baada ya uchaguzi, kila mmoja ana hukumu yake, anajua uchaguzi ulivyo kwenda . Lakini leo ukizungumza yaliyokwenda kwa ukweli, leo ushaanza utaanza kuwa mbaya, au sio? Atakayekuwa mwema kuanzia sasa ni yule atakayeficha, atakayehalalisha kibaya cha upotofu kilichotokea katika uchaguzi. Sisi ni Waislamu, na Waislamu eh, ni sisi kwanza hatukupaswa kama kweli tumeshikamana na Uislamu wetu sisi kuingia kwenye uchaguzi eh? Tukawaka roho juu tukawa tuna wasiwasi Waislamu. uchaguzi ni jambo dogo la kumpa mmoja dhamana aongoze wengine, au sivyo, una kubwa katika hapo. Sasa ikiwa Waislamu ambao mnapaswa mfanyi waadilifu, usiwe na rushi eh? mwendeshe mambo kama wewe ni kiongozi Muislamu. Huu ni wajibu wako. Kama wewe ni mfuasi Muislamu, ni wajibu wako kumwambia kiongozi hata sivyo au sivyo. Lakini tumekwenda tumeyafanya, tuliyafanya, tumeyaona lakini leo tunaiona nchi yetu Tanzania tumepata neema, inaongozwa na mwislamu au sio? Tunaiona hali iliyopo Zanzibar inaongozwa na mwislamu au waislamu, si ndio? Tunaiona hali iliyopo hata tukitaka kunyamaza, hata tukitaka kusema kwamba hatuyaoni. Huko tunakotoka, mi huwa nasema mara nyingi walikuja sisi, tuliwahi kutawaliwa hapa na Waingereza walipokuja mwaka 1890 wakatuweka chini ya mahamia, walikuja kukuta mfumo wa Kiislamu. Walilofanya wao wasiokuwa Waislamu, wakasema tuimarishe hii misingi ya Uislamu kwa sababu hii itawafanya hawa watu waishi kwa amani na sisi hatutopata lawama ndio maana Waingereza walipokuja wao ndio waliohimiza kukaanzishwa mahakama rasmi za kadhi 1897, na wao ndio waliohimiza ikatangazwa rasmi kwamba sheria za Kiislamu ndio sheria mama za Zanzibar. Kabla hapo hazikuwa zimetangazwa rasmi pamoja na kwamba kiongozi aliyekuwepo alikuwa Muislamu. Wao mwaka 1908 wakasema sheria za Kiislamu kwa nchi hii ndio sheria mama za kuongoza nchi hii. Waingereza wasiokuwa Waislamu, Waingereza ndio waliosema, hizi mali za wakfu jinsi zinavyosaidia nchi hii, jambo zuri, tusiziachie. Wakapelekea kuanzishwa kwa kamisheni ya wakfu mwaka elfu moja mia tisa na saba. Waingereza walipokuja wakasema nchi hii haipaswi kuharibiwa, wakaanzisha sheria ya kudhibiti unywaji wa pombe 1999. Na unafahamiana? Hawa si Waislamu, lakini waliona uzuri wa Uislamu wakasema wa uhifadhi, kwa sababu ndio nchi itakapoishi kwa Sasa tujiulize sisi wenyewe, tulikuwa Waislamu, tumeambiwa hapa, tumepewa hadithi za Saidna Umar katika makhalifa watukufu kabisa. Maana kama kuna khalifa kuna mtu ambaye kauli zake, rai zake, Mwenyezi Mungu alikuja akazithibitisha kwa kuziletea aya za Qurani ni Saidna Umar, hakuna mtu mwingine. Lakini Saidna Umar ndiye mtu ambaye akikubali kukosolewa, ndiyo mtu ambaye alikuwa hagombani na kukosolewa, ndiye mtu ambaye alikuwa huru, watu wa mkosowe naye akikubali, au sio? Ndio sifa yake, ndio alikuwa mtu muadilifu kuliko takriban viongozi wote waadilifu eh? ni Omar al-Faruk Sisi leo tusingefika hapa tulipo, ingekuwa Waislamu nyinyi Waislamu mnatuambia sisi viongozi tunapokosea. Lakini kikubwa ambacho leo unakiona wa Waislamu, hasa viongozi wa Kiislamu, tumekuwa mahodari wa kuhalalisha na kutaka kuwafanya viongozi waone kwamba hawakufanya lolote baya kuhusu Uislamu. Kuhusu Uislamu, uwe mfuasi uwe kiongozi, wajibu wako si kusubiri kiongozi akutendee haki. Wajibu wako pale alipokuwa hakutenda haki, hasa kama una nafasi ya kiongozi ya kuongoza Waislamu, wajibu wako kumwambia, hapo mlivyofanya sivyo, na ifisidi nchi naiharibu nchi, we ni Mwislamu. Hayo tunayefanya leo tunashindana, eh? Tunashindana katika kuwasifia viongozi, katika kuwalinda viongozi, hata pale walipokuwa sote tunajua wameharibu. Jamani, mi nasema turudi kule kule kama tulivyoambiwa, tuna haki zetu, tuna wajibu wetu lakini tuna wajibu mkubwa kama Waislamu, bila kuzingatia wewe ni kiongozi ama ni mfuasi. Tukumbuke jamani, dunia hii, dunia hii ni ndogo sana. Sisi Mwenyezi Mungu kwa ukubwa wa aliyoyaumba, maana unaambiwa hizi nyota duniani, eh? basi ni nyingi kuliko hata mchanga huu, mchanga tulionao sasa. Utizame kwamba eh, hiyo ndio dunia, na kila nyota na nyingine, masafa yake tunayokwenda ni masafa makubwa sana. Si kwamba ni mchanga umekaliana kama ule wa pwani, ni mchanga ambao punje moja iko masafa makubwa na nyenzake. Tuutizame ukubwa huo wa na wataalamu wanatuambia hayo tunayosema, kwamba nyota ni nyingi kuliko mchanga, basi ni asilimia nne tu ya tunachokijua binadamu. Mengine aliyo yaomba Mwenyezi Mungu mpaka sasa hatujaweza kuyajua, lakini hayo tunayoyajua ukubwa wake ni huo. Sasa jitizame wewe ulioko ndani ya dunia, halafu ukawemo ndani ya Zanzibar, ukaweko kwenye masjidi hii, ukaweko wewe kama mtu binafsi. Mwenyezi Mungu hata huandikiki kama iwekuna daftari maanake, wewe hutiliki hata, hata nukta hutiliki. Huyo ndo binadamu eh? Lakini Mwenyezi Mungu katupa heshima ya kutawala wa makhalifa katika, na sisi Waislamu wa viongozi wa hao ambao binadamu wengine, hii ni heshima kubwa Tuitunze, si wa kufika kufika hapa leo Zanzibar, ni udhalili ni udhaifu ni fedheha kubwa sana kwa Waislamu na Uislamu wetu, hili lazima tuku, tukubali na lazima tulilinde kwa wivu mkubwa sana kama mtu ana cheo, kuna cheo kiku kinafika vipi cheo hicho leo uliko uislamu wenyewe kuliko kusema kweli, ndio dhima ndio dhamana ambayo Mwenyezi Mungu hatuku. Kwa hiyo mimi naomba kabla hatujafika kusubiri haki za raia na haki za viongozi, mimi naomba tusimame katika wajibu wetu kama Waislamu na tutimize wajibu wetu kama Waislamu, na hakika kwamba hatutoharibikiwa, hatutofika hapa, hatutofika kusubiri kiongozi atutendee haki hatu. kwa sababu tutakuwa tumetimiza wajibu wetu. Mengine niseme kwamba inshallah naachukua tuko pamoja. Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu <tipos>